Sema wewe. Emawewe mm. Eti simu yako anapiga. Na kuna mtu anataka nimpigie. Inapiga e, simu yako uko poa eh? Okay, no problem. Haina matata bas. Simu yako anapiga. Eti simu yako anapiga kwa? Oh. Umesema? Mm, umesema oh, umesema ka napiga ama aipigi, sema niambie tu kaniashiu ambiauapa amuu nafosi hakuambia, sikupendi. Mwanamke gani anaweza kuwa na wewe kwambia nakupenda? Angalia maisha haya, wewe usiwe kama mshamba, mshamba shesheshe shamba. Wewe ngosha nini huyu jamani, Mungu wewe.